Mimi naitwa Bromfangavo, nafanya kazi kampuni ya Western Seed okay, inaozalisha in mbegu za milima aminika mia nne na tatu. Nikushirikishe kidogo habari za mia sita na tano ambapo ina nembo ya milima. Tunaposema milima, hatuna maana kwamba ni mpaka mbegu iende milimani. Hihidi ushika hapa um, haujaoteshwa milimani umeoteshwa mwinuko wa mita elfu moja mia moja kutoka usawa wa bahari, na mvua zake zimekuwa za miezi mitatu tu, lakini imekuwa na uzao wa jesi hii. Tunaposema ina uwezo wa gunia 40 mpaka 45, tuna maana kwamba uwe na miche 18000, uwe na mahindi kama haya 18000, ambapo miezi mitatu kwe ni muda wa unyevu, alafu miezi mingine itakayokuwa inaendelea ni huu mhindi kuendelea kukauka mhindi kubeba hivi ni katika miezi mitatu, alafu baadaye mpaka ufikie kuvuna kukauka, kufikia mahali pa kusema ukauka, pa kuchulua, ndipo inaenda minne, minne kwa sababu ya so, mpaka miezi minne minne na nusu, kwa sababu ya milima sio, mpaka kwenye ni milimani, ni pale ambapo mvua yake haitapungua miezi mitatu tangu umeiotesha. Ni mbegu yenye tabia ya kuhimili ukame mno na isiyoweza kupambana isiyoweza kushambuliwa na magonjwa ya majani Tumepambanisha na varati nyingine nyingine tena za muda mfupi, lakini hii imekuwa ikichelewa kuvunwa, lakini katika kubeba mihindi imebeba mapema mno. Isiwa tu la kwamba inakaa kwa muda mrefu shambani. Kwa hiyo so, swala milima kwamba tu unaangalia kwamba mimi sio usikae milimani hapana, ni kwamba tulipa tu jina hilo milima kama farasi nyingine zinazoitwa labda majina ya wanyama. Hatuna maana kwamba zile mbegu ni wanyama. Le, ni ni aina ya kuitofautisha naaminika nyingine. Lakini sio mpaka milimani tu, mradi mvua zako, mvua za eneo hilo zisipungue miezi mitatu. Ni mbegu nzuri, ione inapokoboleka vizuri, kwa kuchoma inafaa, imejaza ina, ina mistari 16 chukulia huu ni mhindi mmoja katika maana, inachanganya mawili mmoja, mawili mmoja. Kwa hiyo utakuwa na miche kumi na nane elfu siku ya siku unakuwa na mahindi ya zaidi ya kumi na nane elfu kwenye ekari. Kwa maana tunasema kwamba pata mavuno sahihi, mavuno bora kwa kutumia mbegu za Western Seed, milima ikiwa mojawapo. Asanteni sana.